Naona leo wale macho leo. Nini nataka no, niseme mambo machache. Leo niko Mtongwe nakuona, nakuona, niko Mtongwe leo. Nimekuja kuwasalimia na niwaambia wakati umefika. Taka nimeelezwa hapa, na muniambie kama ni kweli. Ati nasikia watu wa Jubilee wameingia ingia sana huku mitaani huku, so ati anasema huku ni maeneo ya Jubilee. Hiyo ni kweli? Hiyo, hiyo ni kweli? hapa ni maeneo ya O D M. M. ni maeneo nini? O D M. Leo niko hapa kuwakumbusha kwamba safari yetu ambayo tulianza zamani imefikia karibu sasa, bado siku saba nane tupige kura ama namna gani? Je, yeah. Yeah, muko tayari kupiga kura? Muko tayari? yeah. Mimi nimewaambia hapa Mtongwe Wakati niliingia kuwa gavana, niliona mlikuwa mmewacha nyuma sana kimaendeleo. Hapa hakuwa na barabara hata kilomita moja, kulikuwa hakuna mataa, kulikuwa hakuna shule, kulikuwa hakuna sipitali. Si namna hiyo? Sipitali tumeleta ama hatukuleta? Si munaona sipitali yetu pale? Si munaona ECD yetu pale? Si mnaona mataa hapa? Si mnaona kabro zimeanza kuingia, sivyo? Nataka niwaambie kwa uwezo wa mwenyezi Mungu, Mtongwe hii tukimaliza kupiga kura, miaka hii mitano nayokuja, haifiki miaka mitatu, mitaa yote ya Mtongwe itakuwa na barabara ya kabro. Na mimi nimesema Raila Odinga ameeleza Wakenya safari hii, shule kuanzia chekechea mpaka sekondari kwa serikali yake itakuwa bure, ama namna gani? na akawaeleza kwamba kuanzia yeye achukua urais hata moja mwezi wa Septemba ukianza, watoto wakirudi shule, suruale serikali, kalamu serikali, viatu serikali, shati serikali, vitabu serikali. We kazi yako ni kuzaa tu na kumwogesha mtoto nyumbani na mimi nawambia serikali ya kaunti ya Mombasa itaenda sambamba na serikali ya kitaifa. Baba akipeana education bure, sisi tutapeana uchukuzi ya watoto katika mashule yetu bure. Hata sisi ama namna gani? Yeah. Mtoto atoke hapo ende shule na tuendeleze. Sasa unajua ile stori ya kupatia watoto maziwa kwa tunafanya ECD mpaka class 3, sivyo? Si mnaona hiyo paka class ngapi? Yeah. Watoto wakifika class 3 hawataki kwenda class 4. Wanasema bwana, acha tukae hapa class 3 tu, kwa nini gavana aleta maziwa? Safari yetu, naambia tutaangalia tuipeleke tena darasa za juu ama namna gani? Na tuanze tena malishi mapya. Serikali mpya mambo mapya. Serikali mpya mambo mapya. Ama namna gani? Mimi nataka niwaambie, nataka niwakumbushe wana Likoni. Sisi ni Wakenya sawia na Mkenya mwingine yoyote sivyo? Na hapa katika niko Mtongwe hasusa kabila zote ziko hapa, ama namna gani yeah? Kila aina ya kabila iko hapa Mtongwe, tumekaa na amani, tumekaa na mapenzi. Kuna watu ambao wameanza kuleta chukuchuku, fitina, ama namna gani, kwa sababu ya misingi ya kisiasa. Wacha niwaambie siku hiyo tarehe nane kukitokea shida yoyote, mimi kama gavana wenu nitakuwa mstari wa mbele hapa. Kitu chochote mkiniita nitakuwa wa kwanza kufika hapo. Kutakuwa na usalama, watu watapiga kura zao kiusalama. Leo nilimpigia Maru wa simu nikamwambia, huo uchizi freshi wako peleka kwa wengine, my friend. Niliambiwa nipigie watu simu kuwatisha ati, oo, wewe my friend. Usivaa uniform yako ukajificha huko nyuma ukachochea watu. Kama ni siasa unataka tuko tayari ama namna gani? Ni wao jamaa akaimba bla bla bla. Hatutaki kusikia, sio. Tutawaambia sisi, mtu yoyote katika serikali hii katika serikali hii akumbuke kwamba yeye ni mfanyakazi wa Wakenya, anafaa watumikia Wakenya wote kwa usawa, awe Jubilee ama awe ODM ama chama chengine chochote. Si namna hiyo? hiyo ndio Kenya ambayo tumeijenga kwa muda mrefu. Hatuwezi kamwe kukubali ibadilishwe na watu wachache. Shida ambayo tumepitia ni mingi. Mimi nataka niwaambie wana Mombasa, mimi sikuamka siku moja nikajitangaza kama gavana. Mimi nilipigiwa kura na watu wa Mombasa mwaka wa 2013 nikawa gavana wa kwanza wa jiji la Mombasa. Mtu yoyote akinikosea mimi heshima, amekosea watu wa Mombasa heshima na nyinyi mwanajua vile wajibili walivyonifanya. Si munajua mpaka siku ile hapa wanakuja Mtongwe hapa kufungua feri, nikaingia njiani nije, wakaniekea maskari wanishike, kwa sababu walijua nikija hapa nitaambia hiyo feri ni mkongwe imechoka, ni feri mbovu hiyo. Walikuwa wanajua nikija hapa nitaambia ukweli kwamba Likoni wamechoshwa na mazungumzo ya feri, ni wakati watu watengezee daraja za kuvuka za permanent hapa Likoni. Mimi nawaambia wakati ukifika, Raila akiingia hivi tarehe nane, kura na inapigwa tarehe tisa, anatangazwa mshindi tarehe kumi, niko ofisini kwake, nimwambia his excellency the president tunataka daraja ya Mtongwe na daraja ya Likoni, watu wavuke hapa na watu wavuke pande nde, ama namna gani? Yaani sisi hatufai kila mwaka kuanzia Moi, kila mwaka kukiwa siasa, kuna watu wanakuja ku launch ferry hapa. Moi ilikuwa kabla ya kura, ana launch ferry. Kibaki namna hiyo pia, kabla ya kura, ana launch ferry. Sasa nasikia Uhuru pia kuja, anataka kuja kufanya nini? Ku launch ferry. Tunawaambia hawa watu mumechelewa jamvini, mpunga umeisha, mpunga umefanya nini? na wakenya siku hizi wanchanuka my friend, wanajua haki yao ni nini na ukweli uko wapi, ama sivyo? Haiwezekani yeah, kwamba utembee maeneo mengine uwache mabilioni ukija hapa. I mean, an entire presidency, ile urais mzima ule na ofisi yake yote, wanakuja Mtongwe ku launch feri mkongwe, ati feri le zamani ndio wamekuja kuwasha usubuhi yake na jampa

Uhuru amekutatia shamba waitiki? Hapana, waitiki. Nilikuwa pale pale kabla uhuru waje, na uhuru alipokuja alikuwa, alikuwa atupatie cheti, akaamua atuuzie. Ah, alisema namna gani? Oh, hamukunipatia kura. Wajua ule president ana tabia ya urongo sana, lakini kuna siku moja tu alisema ukweli na siku hiyo nihina nisema kwamba nyinyi watu wa hapa hamukunipatia kura, ni kweli, hatuko hapa na mwaka huu pia hatumpi.